Safari ya binadamu ni hadithi ambayo hupitia katika milima na mabonde. Katika kipindi cha miaka 24 hapa duniani Edson Denis amepitia na kuona mengi. Machungu yake yalianza siku moja akiwa mkoani kwao Shinyanga, ambapo alidanganywa na wenzake watoroke kuja Dar es Salaam, ambapo kuna maisha mazuri zaidi. Safari yake ilimfikisha katika eneo la Ubungo akiwa mtoto mwenye umri wa miaka 14 maisha hayakuwa rahisi kwake na ilibidi ajikite katika kufanya biashara ya kuokota na kuuza vitu vilivyotupwa vikiwemo makopo na kuosha vioo vya magari barabarani ili kujipatia riziki ya kila siku. Edson Denis hapa anatueleza ilikuwaje. Akakamatwa na jeshi la polisi. Ni Mheshimiwa Rais Magufuli alikuwa anakuja kukagua ile flyover ile ya Ubungo kwao, ikapita ule msako asubuhi ile ya kamata kamata. Lakini alipokeaje alivyoambiwa kosa lake baada ya kukamatwa? langu nikaambiwa kwamba mimi ninauza madawa kulevya na ni kesi ambayo ilikuwa ni, kiufupi ni kesi ambayo nilikuwa naogopa kwanza, na nikawa nikiomba hata namba za mamangu siwezi kutoa mama yangu leo hii asikie kwamba ninauza madawa ya kulevya. Sikujua yani atanichukulia ya nichukulia stahili gani ambavyo malezi aliyonipatia eh. Baada ya kumaliza kifungo chake, Edson alirejeshwa kwao mkoani Shinyanga, na hapa anaeleza namna ilivyokuwa. miaka nane yote sijai rudi nyumbani na sikuwahi kukuwa na na, na na ile fikira ya kwamba nirudi mimi nyumbani. Ni simulizi kama ya Edson imewakuta watoto wengi wa Kitanzania na ni wajibu wa wahusika wa masuala ya ustawi na idara ya magereza kuona kwamba watoto waliokumbwa na kadhia kama ya Edson wanabadilishwa tabia na kuwa raia wema kama ilivyotokea kwake alipotoka jela. Darius Damas ni meneja wa kituo cha mahabusu ya watoto Upanga pamoja na bibi Jin Getabura, kamishna msaidizi mstaafu wa ustawi wa jamii, wanaeleza jinsi watoto wanavyoweza kubadilishwa tabia baada ya kukamatwa kutoka mtaani. Kubwa zaidi ni kwamba tunawapa nafasi tunapa nafasi wanajiona wako salama, tunawashirikisha, tunawaelekeza na tunawaambia ukweli. Sasa familia nyingi siku hizi wanaogopa kuambia ukweli watoto wao. Kawaida tunaporuhusu watoto kurudi kwenye jamii, iwe hata wale ambao wako kwenye vituo vyetu vya watoto yatima, huwa tunafanya reintegration na resettlement. Reintegration ina maana kwamba mtoto anaweza kafiwa na wazazi, lakini ana familia. Kwa hiyo utaratibu unafanyika wa kuangalia katika familia ni ni nani sahihi wa huyu mtoto arudi akuzwe kwenye familia. Lakini ni nini ushauri wa Edson Denis kwa watoto wanaokuja jijini Dar es Salaam wakiwa hawana mahala pa kufikia? Dar es Salaam njoo tayari una fani. Dar es Salaam njoo tayari una kitu ambacho edha, una mtaji umekuja kuwekeza. Edson Denis kwa sasa anafanya kazi katika maktaba ya muziki, kazi ambayo inamwingizia kipato cha kila siku. Joseph Mpangala, Azam News.